Watazamaji wa youtube channel yako pendwa kabisa ya Haswa TV, ni siku nyingine tena ambayo nahakikisha nakuletea taarifa mbalimbali, na leo nimebahatika kufika katika kisiwa cha Kwale kwa mara ya kwanza. Nimefika katika kisiwa cha Kwale ambacho kinapatikana kata ya Kisiju, mkoa wa Pwani. Nimefika hapa katika kisiwa cha Kwale kwa lengo la kwanza kutembea na kujionea hali halisi ama uhalisia wa maisha ambayo wenzetu wanaishi, kwa sababu napendelea kuishi katika visiwa, mara niko Mafia, mara Unguja, mara Pemba, mara hapa na pale. Nimeona niangalie utofauti baina ya kisiwa cha Mafia, kisiwa cha Unguja na Pemba na kisiwa cha Kwale. Leo nimefika katika kisiwa cha Kwale kwa lengo la mbali na kutembea lakini kupata historia fupi ya kisiwa cha Kwale. Mbali ya kupata historia fupi, nimekutana na kina mama ambao nimekikuta ni kitu chingine. Wanategemea zaidi shughuli zao za kiuchumi, ni kilimo cha mwani. Nimezungumza nao, wameeleza changamoto nyingi. Kumbe swala la kilimo cha mwani, changamoto, changamoto zake zinafanana changamoto ya mafia kwenye kilimo cha mwani, ni masoko ya uhakika na hususan kuwa na hususa mnunuaji mmoja ama mnunuzi mmoja ama tajiri mmoja ndo hayo hayo ambayo nayakuta kwa, kwa wananchi ama wakulima wa mwani wa kisiwa cha Kwale. Wamezungumza mengi wenyewe, utawasikia lakini, mbali ya kuzungumza na wao, nimezungumza na mwenyekiti wa kijiji cha Kwale, kijiji kisiwa cha Kwale, amezungumza mambo mengi na yeye, hususan swala linalowatatiza wakulima wa mwani na kupenu.